Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu amepewa ruhusa na mahakama kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini badala ya mawakili wake kwa madai ya kuwa wamenyimwa fursa ya faragha ya kuongea naye. Ombi hilo lililokubaliwa na mahakama leo Jumatatu Juni 16, 2025 litamfanya Lissu kuchuana na mawakili wa serikali katika kesi hiyo inayofuatiliwa kwa ukaribu na wadau wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi baada ya kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo asubuhi. Lissu amesema kuwa katika siku sitini na nane alizokaa mahabusu mawakili wake wamekosa fursa ya kukaa naye muda hitajika kutokana na kuwepo ulinzi mkali. Lissu ambaye ni mwanasheria mzoefu kwa zaidi ya miaka ishirini ameiambia mahakama kuwa kwa sasa amewekwa katika eneo la watu waliohukumiwa kifo, death row, kinyume na utaratibu licha ya kuwa yeye bado ni mtuhumiwa tu. Lissu amesema pamoja na kukosa faragha na mawakili wake Lissu amekuwa akinyimwa haki ya kuabudu kwa, kwa takriban siku 68 tangu alipokamatwa na kupelekwa gerezani ikiwemo Jumapili ya jana Juni 15, 2025, nikimnukuu: kwa haya ambayo nimeyasema, mawakili wangu, na washukuru walipambana sana, walipigana kitaalamu, mlifanya majukumu yenu na mliyafanya kwa usahihi, hivyo ninaichukua kesi hii mikononi mwangu tena. Kwa hiyo, mheshimiwa, from now on, mimi ndiye nitakaojibizana na hao mawakili wa serikali mwisho wa kunukuu. Mara baada ya ombi hilo, hakimu mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Franco Kiswaga, alitoa uamuzi mdogo wa kumruhusu Lisu kukabiliana moja kwa moja na mawakili upande wa Jamhuri. Mchuano wa hoja kati ya Lisu na mawakili wa serikali ulianza baada ya uamuzi huo, ambapo wakili wa serikali mwandamizi Nasoro Katuga aliiomba mahakama iahirishe shauri hilo kwa kuwa Jalada la kesi kwa sasa linapitiwa na mwendesha mashtaka wa serikali DPP, kwa ajili ya kupelekwa mahakama kuu. Lissu aliipinga hoja hiyo na badala yake aliomba mahakama imwamuru wakili wa serikali kueleza upelelezi wa kesi yake ulipofikia kama walivyoagizwa na mahakama hiyo Juni mbili mwaka huu, nikimnukuu: DPP hajawahi kuja hapa, wenye faidi la mahakama ni hawa mawakili wa serikali, wanaojua kitu gani kinaendelea ni hawa wanatakiwa watupe ripoti walioipata kwa wapelelezi waiweke mahakamani, sio maneno matupu. Mwisho wa kunukuu. Aidha, Lissu aliongeza kuwa kama mawakili wa serikali watasema hawana ripoti ya upelelezi, basi mahakama imwite DPP kueleza ripoti ya uchunguzi. Hata hivyo, mara baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, Kiswaga ameahirisha shauri hilo mpaka Julai mosi mwaka huu, ambapo alibainisha kuwa hoja iliyotolewa na jamhuri na mashiko, uamuzi ambao Lissu aliuafiki. Lissu anarejea tena rumande ikiwa zimepita siku sitini na nane tangu ashtakiwe mahakamani hapo ambapo upande wa mashtaka umekuwa ukieleza mahakama kuwa upelelezi bado haujakamilika. Kuhusiana na Lissu kukosa haki zake gerezani, hakimu Kiswaga amesema kuwa madai hayo yamebainishwa na mshtakiwa kama taarifa, hivyo yatafanyiwa kazi kiutawala. Katika kesi nyingine inayomkabili mwanasiasa huyo machachari, mahakama hiyo imeanza kupokea ushahidi wa serikali katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Katika kesi hiyo Lissu anakabiliwa na mashtaka matatu ya kuchapisha mitandaoni taarifa za uongo kinyume na kifungu cha kumi na sita cha sheria ya makosa ya kimtandao namba kumi na nne ya mwaka elfu mbili na kumi na tano.